Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Wa samat Mufti Tanzania Dr Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana, kama ulivyotuagiza kurugenzi yako Dawa na Tabligh kwamba tuende maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kufikisha namna gani watu wataacha hayo ambayo yanaendelea sasa hivi na wakarudi katika maadili mema, alhamdulillah. Mwanzo tulikuwa tumekwenda nchi nzima tukakusanya mikoa mbalimbali katika maeneo manane, lakini pia tulivyorudi baada ya kuchukua ripoti, ukasema sasa nenda mkoa kwa mkoa, wa wilaya kwa wilaya. Alhamdulillah tumefanya hivyo, tumeshazungumza na uongozi wa wilaya ya Tunduru katika mkoa wa Ruvuma. DC mwenyewe e, Mheshimiwa Julius Mitariro kashaandaa utaratibu wote pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama, lakini vilevile shekhe wa wilaya alikuwa pale, Sheikh Muhammad Chigazinizia naye vilevile mashallah ameshaandaa msikiti wetu mkubwa ule wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata ambao uko pale wilayani, na vilevile mwenyekiti wa halmashauri kuu Sheke Kawangwa naye vile vile kashaandaa, na katibu wetu wa wilaya vile vile ameshafanya maandalizi yote Alhamdulillah. Yote yako sawasawa, sisi tunaondoka kwa maelekezo yako na tutafanya jitimai pale Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tutaomba dua na tutarejea inshallah kwa ajili ya kuleta mrejesho kamili. Watahudhuria watu wa mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mtwara, lakini vile vile na watu wa maeneo jirani yote watafika pale. Allah Subhanahu wa ta'ala, tufike salama, tunaomba dua zako na maelekezo yako zaidi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Nachukua fursa hii kuaga Eh, ahlu tablighi kwa ajili ya kwenda kufanya ijtimaa pamoja na dawa kule Tunduru pamoja na miji iliyo karibu na Tunduru, na wakiongozwa na al-akhul fadil Arif Suria, watakuwa katika himaya yake na katika uongozi wake, kama ambavyo yeye ndio mudiri au mkurugenzi wa dawa na tablighi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, kwa hiyo leo inachukua fursa hii kuwaaga. Mwenyezi Mungu awajalie safari njema, awajalie amani katika safari yao, lakini yale ambayo wanakwenda kuwafanyia kazi yaweze kuwaingia Waislamu na yawe manfa na manufaa na maslaha kwa Waislamu kwa ujumla. Na hii ni kazi endelevu, kama nilivyoshaeleza kule nyuma kwamba jambo hili si la kukatika, ni jambo endelevu watakuwa wamekwenda Tunduru na maeneo yaliyo karibu na Tunduru, lakini baada ya hapo kuna mpango mwingine ambao tumeupanga ambao wataufanyia kazi. Mimi niwashukuru, lakini pia nimpongeze mudiri wa dawa na tablighi au mkurugenzi wa dawa na tablighi e, Sheikh Arifu Suria kwa kazi kubwa ambayo ameichukua, kazi ngumu, kazi ambayo ndio muhimili, ndio uti wa mgongo wa dini. Kitengo cha dawa na tablighi ndio uti wa mgongo wa dini. Kwa hiyo tunamwangalia sisi jinsi anafanya ya kazi yake na sisi tunamchungachunga na, na kumlungalunga katika mambo yake anayoyafanya ya kuhakikisha kwamba kazi zake zinakwenda vizuri. Na muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala awafikishe salama. Amin. Na mfanye kazi yenu kwa amani. Amin. Na mfanye kazi yenu iwe ni kazi ambayo ni hasasa iwaingie waislamu wapate kuelewa. Amin. Na ipatikane faida kwa kazi ambayo kwamba mtakuwa mmeifanya huku mkichunga busara, hikma maneno mazuri kama Mungu alivyotuagilia katika Qur'ani kwamba ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana. Anaambiwa mtume uh, alinganie lakini, si kwamba maneno anaambiwa mtume tu anaambiwa uh, mtume maelezo. Ule msemo ni wa mtume, lakini hukumu yake na matumizi yake ni kwa ajili ya watu wote. Mashehe wote ulama wote watakiwa waitumie na waislamu wote watumie, wa watumie msemo huo, lingania kwenye njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri. Kwa hiyo tumieni sana hikima na mawaidha mazuri, watu wapate kuelewa. Hata akitokea mtu akawa amekueleza jambo la kuudhi, we usihangaike na yale maudhi yake, we hangaika na kumtengeneza, si udhi tena kuanzia siku ile. Hiyo ndiyo hikima na ndio mawaidha mazuri. Lakini pia nitoe shukurani kwa hawa watu wa, watablighi ambao wameshiriki mashehe hawa. Nitoe shukurani kwao na pongezi kwao, lakini pia niwashukuru watu wangu wa baraza, watu wa Bakwata kule Tunduru na mkoa wa Ruvuma na mikoa ya karibu ambayo itafika pale, pamoja na kata mbalimbali mbali, ambazo zitafika kwenye ile jitimaa. Ninawashukuru na nawapongeza na ninawaagiza waje kwa wingi katika jitimaa ili waweze kufaidika na mambo yatakayopita pale. Nashukuru serikali ya kata, serikali ya wilaya, serikali ya mkoa ambao wao ndio walinzi wetu wakubwa wa amani na usalama katika shughuli zetu zote ambazo tunafanya. Kwa kawaida sisi tunafanya kazi na pia serikali tunakuwa nayo katika mambo mbalimbali, tunaihitajia na yenyewe inatuhitaji, kwamba tuende katika hali ya namna hiyo, kuwalingania watu katika njia ya hikma na amani na utulivu. Lakini ni washukuru vilevile vyombo vile vile vya habari, kutokana na kuchukua kazi kubwa hii na kustahimili kuchukua maneno kama haya na kuyarusha kwa waislamu wapate kusikia na hatimaye watu kupata hisia kubwa za kuweza kuwafanya wahudhurie kwa wingi. Mwenyezi Mungu atawajaza kheri inshallah taala. Mwenyezi Mungu atafikisha salama. Rafaqatukum rafaatkum salama. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.